Utaratibu wa Kanisa Katoliki unaonyesha mazishi ya Papa yanapaswa kufanyika kati ya siku nne hadi sita baada ya kifo chake na ndipo mchakato wa kupata Papa mpya kuanza. Maziko ya Papa huwa anayapanga mwenyewe wakati wa uhai wake na kumwachia Kardinali Carmelengo jukumu la kutekeleza kulingana na matakwa yake. Punde baada ya kifo cha Papa, mwili wake ukabidhiwa familia ya Signorachi kwa ajili ya taratibu za maandalizi ya maziko. Iwapo hakutokuwa na maelekezo maalumu, basi mwili wa Papa huzikwa ndani ya majeneza matatu. Majeneza yenyewe, la kwanza huwa ni la mbao nyepesi, kisha inafuatiwa na jeneza linalotengenezwa kwa madini ya fedha, na la tatu linalotengenezwa kwa mbao ngumu, na uwekwa moja ndani ya jingine kwa kufuatana. Mapapa kuzikwa katika eneo la Basilika la Mtakatifu Petro na tayari eneo hilo ameshazikwa mapapa tisini na moja. Na mwisho kuzikwa nje ya Vatican, alizikwa Basilika la Mtakatifu John Lateran. Lakini kwa Papa Francis badili kanuni na atazikwa kwenye majeneza mawili tu ambayo ni lile la mbao ngumu pamoja na jeneza la fedha, lengo likiwa ni kupunguza ufahari kwenye maziko yake. Jeneza hilo hutengenezwa kwa mbao ngumu ya mti wa mwalon, kiashiria ukuu na mti mrefu maarufu zaidi katika taifa la Palestina, ukitumika kuweka mipaka kutokana na kuishi kwa muda mrefu. Kila jeneza pindi linapofungwa, linazungushiwa vipande viwili vya kamba ya hariri na uwekwa muhuri wa Kardinali Carmelengo na ule wa Kardinali amidi. Heshima za mwisho na hata ibada kwa mwili wa papa huwa zinafanyika wakati mwili umewekwa kwenye ubao tu ukiwa wazi kuanzia kichwani hadi miguuni ukivishwa mavazi maalum ya kipapa. Papa Francis mwenyewe atazikwa katika Basilika la Santa Maria Maggiore ilipo Rome, na hii ni tofauti na ilivyozoeleka kwa maziko hufanyika katika mapango yaliyoko chini ya Kanisa la Mtakatifu Petro. Papa Francis alichagua eneo hilo kutokana na kuwa eneo ambalo alikuwa akilitembelea sana pindi anapotaka kufanya ziara za kwenda katika mataifa mbalimbali mbali. Baada ya mazishi yake, Kanisa Katoliki linakuwa na siku tisa za maombolezo, kipindi ambacho kinajulikana kwa jina la Novemdiales kabla ya kuanza kwa kikao cha conclave unachohusisha makardinali ambacho kina jukumu la kuchagua Papa mpya.